Sisa kuwa na maneno mengi. Ninaliamini baraza hili, baraza ambalo lina watu makini sana, na tunategemea mambo mengi makubwa mazuri yatakayotokana na baraza hili. Kwa hiyo mimi, naendelea kuwatakia utendaji mwema katika majukumu yenu. Sote tunafahamu ziara ya mheshimiwa Waziri Mkuu ilibeba sura kubwa sana ya kero za wananchi, lakini kero za wananchi zinaanzia kwenye ngazi za familia. Tunakwenda kwenye vijiji vyetu ambavyo viko ndani ya kata zetu, na ninyi katika kata zenu ni wenye viti wa waonisi. Ninatamani, ningetamani badala ya wananchi kusubiri viongozi wa kitaifa kufika ndo waibuke na kero ya maji. Basi waheshimiwa madiwani, twendeni tukaziendesha ofisi zetu, lakini tukasikiliza kero za wananchi wetu. Ninawapongeza sana nyie ambao no, mnasikiliza na mnatatua na wale ambao zinawazidi, basi watazileta kwangu. Kwa mfano, mheshimiwa diwani usambano ananisumbua mpaka nabesasatizi ikwani, mheshimiwa diwaniongela sana wabeba wananchi wako wao wengi au mnataka nitaje moja moja? Wanakuwa mara kwa mara, wajaribu kutatua kero, zikiwazidi wanatamani basi sisi kama serikali tuwasaidie, kwa sababu zinatatulika na hakuna jambo ambalo ni kubwa kuliko uwezo wetu, ili wananchi wetu tuweze kuwatendea haki, kwamba wamechochewa, tukaseme basi tuwe midomo yao katika mangazi kuanzia ngazi za kata ngazi za wilaya au halmashauri tuweze kutatua matatizo yao. Tatu na mwisho zidi kuwasisitiza, ndio utunzaji wa mazingira. Zipo kata zinaharibu sana mazingira. Wasambara kwenye milima ya Usambara wamebarikiwa kuwa na kijani mwaka mzima, lakini msimu huu tunapoenda kuingia kwenye msimu wa kilimo, panachomo sana nafikiri elimu endelee kutolewa pamoja na mafunzo gani, kwamba unapochoma udongo pia unaua mbolea ambayo iko pale. Ni, ni mazao yako yanaweza yakapungua. Eh, ustawi wa mazao unaweza ukapungua, lakini pia ile mioto ina tabia ya kuwazidi, moto unatoroka inakata moja. Sasa za hivi haina maji mwezi wa nne, kwa sababu ya mtu mmoja alikuwa anasafisha shamba, moto unamtoroka ukachoma msitu siku tatu ulikuwa unakaribia kuingia msitu wa Mgwashi, nafikiri mnafahamu, na mabomba yatungua yote hamna maji. Sasa hiyo ni changamoto ya watu wavivu wachache kwa kupenda njia za mkato za kusafisha mashamba. Lakini pia tukaangalia na uvamizi eh, maeneo. Kuna maeneo mengine mengi sasa hivi ukipita barabarani kama unateremka Mombo unaona kuna milima ambayo ilikuwa haijawahi kuguswa, sasa hivi watu wanaanza kuichoma hiwali tunafahamu ni population inaongezeka kwa kasi kubwa <coughs> lakini katika na ardhi haiongezeki, lakini hatujafikia mahali pa kuvamia vamia kila sehemu na kulima. Kama watu wanahitaji mashamba, tuna ukanda wa chini na mashamba, ni bora tufanye taratibu zinazoeleweka, watu wapate moja, watu wapate moja moja mbili mbili, kuliko tuharibu mazingira yetu na ekolojia ya na milima ya milima Usambara kwa namna hii. Kwa hiyo tuende tukawe mabalozi wema kutoa kutoa e, elimu wa wa e, kwa wananchi, lakini kuwasisitiza katika wodi zetu, kusisitiza watendaji, wenyeviti wa vijiji kwamba wawe makini, mpaka kwenye vitongoji wawe makini, waone mambo yanayoendelea katika ngazi zao, kwa sababu hatuwezi kuona kila mahali, waone na wachukue hatua atu. na hatua zikiwa zinahitaji zina nguvu zaidi yao basi wasogetu katika mamlaka husika, ili hatua ziweze kuchukuliwa sha baada ya kusema hayo, mimi niseme nawashukuru sana. Wilaya yetu iko salama kama mnavyoona, kamati ya ulinzi imara kabisa, hapa watu wote wanakaribishwa. Niwashukuru wananchi wote, viongozi wote, hata wale wa vyama rafiki waliofika kuungana nasi, tunashukuru sana. Na mwisho nimalizie kwa kusema kwamba mengine ndugu yetu kutoka mkoani anayezungumza, lakini mimi niendelee kuwaomba waheshimiwa madiwani pamoja na wataalamu wetu, tunaporudi kwenye kata zetu na wale ambao wako hapa ofisini, twende tukawatumikie wananchi, tufanye kazi za kuwatumikia wananchi tena kwa weledi. Sitaki kurudia, lakini hatungependa kuyasikia haya yaliyowapata wenzetu wa Muheza, na hii wataalamu wetu wakisimama vizuri hayawezi kutokea, lakini hata sisi waheshimiwa madiwani twende tukawatumikie wananchi tena kwa weledi. Na sisi kama mwenyekiti sitafurahi badala ya kuletewa migogoro ambayo diwani anatakiwa kuituliza niambie kwamba kuna mgogoro kati ya diwani na mtumishi. Diwani kutumia busara zako na hekima yako, hatutakuwa na migogoro ya kila wakati, lakini kazi kule itakwenda kukiwa na migogoro tu na maendeleo nayo hatakwenda. Lakini nitoe maelekezo haya ambayo yamezungumzwa na zunteno, viongozi kuanzia waziri mkuu, lakini hata sasa hivi mwakilishi wa rais ameyazungumza kwamba twende tukawatembelee wananchi twende kwenye mikutano ya vijiji tusikilize kero za wananchi. Wenye viti kwa vijiji wanapopanga mikutano, sisi tuchukue zile ratiba, tuambie kabisa kwenye ofisi zetu kwamba wanapopanga mikutano watupe ratiba, ili twende kule tukasikilize kero za wananchi. Lakini pia niombe tuwe sasa na utamaduni wa kuwa na siku moja katika kila mwezi ambayo kila diwani mwenyewe ataichagua na kuitangaza, na mimi nitafurahi kila diwani akiniambia kwamba amepanga siku gani, ili nijue kweli kama tunatekeleza, tuna siku moja ya kuwasikiliza wananchi kwenye ofisi zetu za kata. Baada ya kusema hayo, mkutano huu au baraza hili nimefunga. Asanteni sana.